Haki itendeke kwa kila mtu, awe mdogo awe mkubwa, ana uwezo hana uwezo, wa dini asiye na dini, hao ni di wananchi, wana wa nchi wote wapewe haki. Lakini la pili, kusimamia mambo haya, haki yaende kisheria, pia sheria isikilishwe. Swala hili la ajira pia linapelekea watu kukata tamaa. Vijana <coughs> wako wengi, wamemaliza vyo wamesomeshwa vizuri na serikali yetu tena free. Sasa ukiona tunatembea nao, hata pale talimu, unaona mtu amebeba amebeba amebeba, ni duka nzima mbogo, duka nzima. Tunaendelea kuhamasisha, si kwamba nitafanya lakini, tunaendelea kufanya ili kazi ya upigaji wa kura uwe kwa amani, watu wajitokeze, wapige kura, lakini baada ya kupiga kura tunahitaji tena, lengo kuu ikiwa ni kujijenga taifa hili kwa upendo, amani, mshikamano, na utulivu na haki. Hiyo na sisi tunaliombea taifa kwa mabalozi wema, wakwenda kukaa na vijana wetu, watoto wetu, akina mama, akina baba, kila mtu kwa nafasi yake, ili kuwaasa watoto wetu waendende katika mipango ambayo wazazi wetu wametulea sisi kutukuza, tukiwa na umoja, amani, upendo na utulivu na mshikamano. Tunaliombea pia taifa hili tuendelee kuwa na mawazo hayo hayo, ili tuweze kulea taifa letu katika mahali mema. Sisi uh, kama viongozi wa dini, ukweli ni kwamba tunahimiza watu wetu kwenda kupiga kura. Kwa sababu gani? kwa sababu sehemu ya haki ya raia ni kupiga kura, pia kumweka kiongozi kwa. Tukiwahimiza watu kuto kupiga kura, tunawanyima nini? Tunawanyima haki. Lakini tunachokisema tu tuna, tuna ni kwamba na sisi tunaomba serikali itusaidie kutokututia hofu. Umoja wetu, nguvu yetu kama taifa itayumba pale ambapo vijana wetu wataanza kujitoa katika fursa za kushiriki kuwaweka viongozi wetu, kwa sababu wakishiriki kuwaweka viongozi wetu wanapata fursa ya badia kujifunza kujiandaa kuchukua vijiti vya viongozi na wao kuwa viongozi. Ni sana, viongozi wote wa imani mlioko hapa, viongozi wa dini, kila mmoja anafurahia uwepo wa vijana, kwa sababu baba askofu utakapo stafu shehe wa mkoa muda wako wa kustaafu ukifika ungependa vijana ambao wamejiandaa wameshiriki kufunzwa na kuelewa wanachukua nafasi ya kuongoza nchi yetu imekuwa nchi ya amani imekuwa nchi ya utulivu nchi ya watu kusikilizana nchi ya watu kusemezana kujadiliana pale ambapo tunaona tuna tofauti na ni lazima umoja huu, mshikamano huu, ujasiri huu wa Tanzania ule wote Baba wa Taifa Julius Nyerere uendelee. Lakini kama taifa, ninaona umuhimu wa moja kwa moja, sisi tuungane, tuwe kitu kimoja, tudai uwepo wa maendeleo wa amani yetu, mshikamano wetu na ile heri ambayo imekuwa ni heri ya taifa tunaingia kwenye uchaguzi mkuu. Moja, tuendelee kusisitiza, tuendelee kuhubiri, tuendelee kuwataka Watanzania wote kwanza waienzi amani na mshikamano wa taifa letu. Pili, hakuna uchaguzi kama watu wakwenda kupiga kura hawatatoka. Na hii ni mila na desturi iliyojengwa katika Jamhuri ya Muungano wetu ya kutufanya tuwe imara, tuwe bora, tuwe taifa la kuangaliwa na mataifa mengine yote. Kujinusuru taifa, ni lazima tuondoe viashiria vyote vinavyoleta mashaka juu ya mwendelezo wa ustawi wa taifa letu. Katika kujadili leo, tujadili ni namna gani kila kiongozi aliyoko hapa atachukua fursa moja kwa moja yeye mwenyewe kuwasisitiza hawa watu wote wa hapa Musoma wa Mara na kanda ya ziwa na Tanzania kwa ujumla wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Ni jambo linaheshimisha nchi sana miongoni mwa mataifa. Tunaposimama kwenye jamii, kitu cha kwanza tuimbe sana utaifa wetu na utanzania s tutoe yeah. sana elimu ya huo utanzania wetu, noo la kwanza. La pili tueleze misingi ya utanzania wetu inaanzia wapi? Cha kwanza ni katiba. Katiba yetu lazima kieshiriki napoitajika maboresha anafanyika katiba inafanyiwa mabadiliko kulingana nakipii. taifa yote yanafanya, twendeli tukatimize haki yetu ya kikatiba, haki yetu ya kikatiba mwezi huu, twendeli wajitokeze kwa wingi, wakapige kura, wachague rais nzuri atakayeendelea kuisaidia nchi yetu, tuendelee kuwa na amani, utulivu, upendo na mshikamano. Toa kabisa kwa imani yako, kwani utakuwa unatenda jambo jema <coughs> kwa hao unaowaelekeza na kwa taifa lao, na, na si vinginevyo. Uhamasishe watu watoke kwa wingi, tupige kura.